anya maamuzi kwamba utakuishi leo tu, uzuri wa kuishi leo sasa. Leo ndio inatengeneza kesho yako. Kanisa, tuko pamoja, leo ndio inatengeneza kesho. Yale unayoongea, yale unayoamini, yale unayotenda yanapanda mbegu leo. Mbegu zikipandwa leo, zinavunwa jana au zinavunwa kesho eh kwa hiyo unapanda kwa kinywa chako, unapanda kwa imani yako, unapanda kwa kuumba kwako, unapanda kwa ukiri wako, unapanda kwa kutenda kwako. Baadaye mbegu zikiota kesho, kesho kutwa, unafanya mambo mazuri uliyoyapanda leo. Lakini ukishazuiliwa kupanda leo, kesho kiona cha kuvuna, ile unafika kesho sasa wenzako anavuna au uvuni, unasema? Angalia sasa, hata sivuni, sijui jana ilikuwaje. Angalia sikupanda, kwa nini sikupanda, ili unanungunika namna hiyo. Imefika jioni na leo ukupanda tena. Kwa hiyo unakuta unaishi maisha ya kushindwa tumfulizo, kwa sababu adui amekukamatia jana. Kwa hiyo tujifunze kuishi leo.